Na mbunge wa Teso Kusini, Mary Emase amewataka wazazi kuwajibikia kikamilifu elimu ya watoto wao, akitaka visa vya kutekelezwa kutelekezwa kwa watoto ambavyo vimeathiri elimu katika eneo hilo. Tutakuletea taarifa hiyo, lakini kwa sasa tuzingatie vijana katika kaunti ya Kwale ambao waliweza kuzindua mpango ambao waliweza kuzindua kampeni kabambe ya kuhimiza amani na haja ya kukomesha uhalifu unaotekelezwa na magenge dhidi ya wakazi hatua hatua hii inajiri kufuatia ongezeko la visa vya uhalifu katika eneo la Diani na viunga vyake. Kupitia kampeni hiyo, kundi hilo la vijana linawashawishi wenzao kujihusisha katika shughuli zilizo na manufaa kwao kama vile miradi ya kijamii na kujiepusha na makundi ya uhalifu. Tumechukua ili eh, jukumu kuhakikisha kuwa katika nyanja zote za uh, eh, ili gatuzi letu la Kwale, hususan Matuga sub county eh, tunaweza kuwafikia vijana vizuri na tumechukua kama ni jukumu letu sisi kuhakikisha kuwa masuala mazima ya amani yanapatikana. Kitu chingine ambacho nimejifunza, uhalifu kutokuwa na kazi, ndio ambako kunasababisha sana sana sana uhalifu na unasababisha mpaka usiwe na amani. Ningependelea watu wajitoe, watu wajitume, ambaye ana kipaji chake akitumia vizuri, tuna kitu ambacho kinafaa sisi situ... mm -hmm. Tukizingatie ni tuwe kitu kimoja, tushirikiane kwa umoja. oh. ndo kwa... maisha yatakuwa rahisi.